Unazaa watoto unawafundishaje uaminifu watoto wako, wakati wewe sio mwaminifu, wewe ni mnafiki? Unaona, unazalisha vizazi ambavyo sio viaminifu, kwa sababu ni damu yako hiyo. Unaona, damu yako wewe, baba sio mwaminifu, mke sio mwaminifu, watoto sio hakuna, wakumsaidia mwenzake hakuna wakumsaidia, wakumsaidi ma..., wote ni wezi, wanafurahia kuiba kuwa mafukara wako kwenye nchi ambayo haina kitu. Kama hapa hamna kitu, mona kitu, Mungu anakufahamu. Yani uko kwenye nchi yenye chumvi, kwenye chumvi, kwa sababu tumekuwa wezi wezi. Tutapoka lini Tutatoka lini? hatua hatua, tutatoka lini kama ni watu wa Mungu? Yani unajua mpaka ni aibu eh, mpaka ni aibu.